Haya yote yaliyotokea siku ya leo ni kwamba tukutegemea. Kumbuka sasa hivi tumeachia kombe kubwa na shirikisho, sasa hivi tumeachia tena kombe la CADB. Kwa hiyo tumebakisha kombe hili, kombe moja. Maana yake ni nini? Muda unavyozidi kwenda, tunazidi kudrop, Simba inashuka ah ah, malengo yana drop. Pamoja na kusema tunajenga timu sisi, malengo yetu kwa tuchukue makombe yote, ila kilichokuja kutokea kwamba tume tumekosa makombe mawili mpaka midai lakini bado kombe hili la NBC ndo tunasubiria ambao tunasubiria siku hiyo je, Yanga atakuja au waje? Nao washasema hawaji, na viongozi wa Yanga mimi nawaamini hawataleta timu timu, kwamba hawataleta timu. Yanga wako makini, kauli zao waga zipishane. Wao walisema kwamba timu hawata leta, najua hawataleta timu. Kwa hiyo Yanga nawaamini na wabaki na, na, na msimamo huo huo. Tarehe ngapi? tarehe 15 wasilete timu simba aweze kuchukua ubingwa Maombi, kama mgonga mwamba, mchungaji eh, wa Simba, ulisema Simba atachukua kombe la shirikisho barani Afrika, ulisema Simba Sports Club eh, Federation Cup atachukua. Malengo kama yametimia, ya, malengo kama yamekuwa yamefifia hivi, na maombi yako kama yamekuwa yamefifia hivi mchungaji? Maombi yamefanikiwa asilimia mia moja, tuseme asilimia mia moja kwa sababu ni timu mpya, wachezaji wapya, kocha mpya, lakini imeweza kusurvive kufika mpaka fainali. Hii ya shirikisho imecheza finali. Hii imefika nusu finali. Eh, nusu finali. Maana yake ni, ni, ni, ni kazi kubwa imefanyika ndani ya Simba. Na Maombi amefanya kazi kubwa sana. Maana yake si, timu ni mpya ujue. Wachezaji ni wengi. Ndio maana tukajana ile neno kwamba tunajenga na kule timu tunaijenga. Kwa kwa ujumla, mafanikio ambayo tumeyapata kucheza nusu finali na finali ni mafanikio makubwa sana. Mimi sikutegemea kwamba Simba akicheza finali kombe la shirikisho. Sikutegemea hivyo. Na sikutegemea kwamba Simba anaweza kashika nafasi ya pili au Simba akachukua ubingwa kombe kombe la NBC sikutegemea kutokana na nini? Upya wa wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Kwa hiyo hilo sikutegemea kabisa, amba Simba angefikia hapa. ziko za namna gani, mchungaji wa Simba? Simba Sports Club wanapoteza magomo matatu kwa moja katika uwanja ambao wana Simba waliamini wanashinda mchezo huu na kucheza fainali dhidi ya Young Africans, lakini kama wamewakimbia Young Africans. Ah, kwa ujumla kwamba wachezaji wale ni vijana siki wale, ingebidi wavijitume zaidi, waonyeshe kitu, si umeelewa? Hii nusu fainali. Nusu fainali lakini mimi naona leo kwa na relax. Sio kawaida wao ni ile wazoea. Kwa kuwa wanacheza wanacheza wanacheza kwa ku, kwa ku relax. Mimi ningetamani ungejituma zaidi ya pale. Wewe umeona Singida? Singida wameingia na wameingia kwa kujituma, wamepata matokeo. Baada kupata matokeo wakaja kuzuia. Ndio kitu ambacho Simba ingebidi afanyeje? Akifanya hicho siku ya leo. Na ili, ili ku, ku, kuleta mabadiliko ndani ya Simba, Muda uliobaki muda wa usajili Simba inabidi afanye marekebisho makubwa. Muda ule uliobaki inabidi Simba afanye marekebisho makubwa ya kusajili wachezaji wenye quality kubwa ili waungane na hao waliopo. Quality wanao, lakini sio level ya juu, sio? unaelewa kuna level na level kuna wachezaji pale ndani ya Simba inabidi waondoke ili waletwe watu wenye kwalitu tukubwa kuungana na wale hapo. Kina nani waondoke? Kina nani wabaki? Wapo. Na mwalimu mwenyewe mwenyewe anajua. Kama yupi? Yeye mwenyewe ashaanza kusema mwalimu mwenyewe. Ah, tuwezi kujua. Mwalimu mwenyewe ndo anaamua, lakini mimi nimeona kwa macho yangu, lakini naweza kaona mimi afu mwalimu asikubali. Mtajie. Lakini, ninachokueleza kwa jumla ni kwamba mwalimu wa Simba mwaka huu na hisi hata katika ile nani yake, atakayetoa atakayoripotea atakayetoa, atahitaji wachezaji wenye uwezo. Ashasema kwamba anahitaji namba 10 wa ndani. Mwalimu wa Simba shasema. Kwa hiyo kuna mapungufu mengi ndani ya Simba inabidi arekebishie. Na mapungufu tumeona kwa sababu tunajenga nini? Tunajenga timu. Uko unajenga timu, usifikiri kwamba moja kwa tena imejitahidi Simba. Kwa sababu tukitegemea kwamba itaweza finali au nusu finali. Yote kwa yote Simba Sports Club inabidi tafuta wachezaji wenye quality kubwa. Sio quality ndogo, quality kubwa kama kinasoa. Zaidi ya kinasoa, yes. Ili mwaka kesho, kwa sababu tunaenda kwenye kombe kubwa zaidi. Kumbuka tulikuwa shirikisho. Umeelewa? Sasa hivi tunaenda kwenye kombe kubwa ambao unakutana na watu ambao wana quality kubwa zaidi ya hii. Hii unayoiona leo. Ule unaona watu wa Wydad, ule unaona ile mechi ya Wydad. Kuna watu wana uwezo mkubwa kama unaona na kina Mamelodi. Sasa hivi wamekuja kina Pyramid. Acha hao. Kuna kuna kuna kuna Kaiser Chief au lako na Orlando. Watu national wako vizuri. Sasa hawa tutakutana nao kwenye klabu bingwa. Sasa kama tutaenda na madhaifu kama hayo yote kwa, kwa itakuwa vipi? Kwa kwa vyovyote vile Simba Sports Club inahitaji kupata wachezaji wenye quality kubwa kuanzia wafungaji, viungo na mabeki. Nani alaumiwi, wewe mchungaji? Hakuna kulaumiwa. Ndio tunajenga timu sasa. Ndio ile kama wanavyosema hivi. Mvua inaenyesha, tujue panapovuja. Mpaka sasa hivi tushajua panavuja wapi? Kama tumejua panavuja wapi, ndio sehemu ambayo viongozi wa Simba nibe wapafanyie, wapafanyie kazi. Lakini kuna baadhi ya washabiki wa Simba, wao wanasifia timu tu. Hao ndio wanaikosea Simba sasa. Hao ndio wanaiharibu Simba. Na nani? Na. Wapo wanajua wenyewe. Hao ndio wanaiharibu Simba. Simba ukikosoa, ukikosoa kwa ukikosoa ndio unaijenga Simba. Ila ukiendelea wewe kazi kusifia tu, unaiharibu? Unaiharibu Simba. Tulipiga kile kile ni kile Simba ikasimama ndio unaiona. Kwa hiyo na sasa hivi lazima tuseme kwamba wanahitajika wale watu wenye quality kubwa ili kuendana nao waliopo ili Simba iweze Yaweze kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kosa ya Ali Salim Katoro mnyama Simba na Galim eh, kufungwa. Eh, ni wakati sahihi Aishi Manula kurudi kwenye lango maana Pimping Kamara ameumia, kukaa benchi muda mrefu. Kukaa benchi mazana ndio yale. Hata kontrol mpira tu ameshindwa, kwa sababu yeye kaudusha mpira. Kwa hiyo kudusha mpira sasa ngepiga mbele tu. Kataka naye atoe pasi. Mtu kaunasa, nimekuwa goli. Kwa hiyo benchi nalo kwa muda mrefu mazana ndio yale. Mtu anakaa benchi karibu mechi karibu 10, 20, anaje kucheza mechi ya mashindano. Kwa hiyo kimpa mechi kama zile kidogo anakuwa sumona so, baadaye alirudi katika movement zake, lakini kwa ujumla kwamba tunahitajika tupate wachezaji wenye quality kubwa, hili nitaliimba sana. Tupate striker sio kubahatisha naidi, tupate striker aina kana akina mabururu aina ile. Tupate striker kama akina Mayele, umeona bwana, tupate striker kama huyu bwana, anaitwa nani huyu wa Singida soa tupate watu wa design ile, nisikilize mimi, nakueleza kitu ambacho wao oh, mambo amkwana usana nini mm, na kueleza wachezaji ambao nabidi simba wapate, watu kwa design ile ambao one mistake one go same ngumu, anakupa matokeo. Ndio mashtaka tutetea tupate, tupate hawa. Wao wanapokezana, huyu akiumia mwenzake anampa tafu. Ndio Simba itakiwa ifanye hivyo. Simba tunahitaji watu wanne tu, hatuhitaji watu wengi. Tupate kitasa beki, tupate kiungo, tupate mashtaka hawa, basi Simba imeenea bwana wapo. Wakina Kibu wapo, wakina hua wapo, timu itakuwa imeshna kila kitumchungaji wa Simba amebakisha eh, kombe moja tu. NBC Premier League. Africans kileleni, eh, kwa 73 mnyama yao ni moja tu atu chezi, atu chezi, atu chezi, na wao wamemkimbia kwenye wale. Kwanza hiyo mechi ya finali wakutana nao bwana. Utaona leo iliocheza. Wale ambao wachezi, ndio siku utaona siku wanacheza. Unasema Abdalla kumuita Dula, kama ile kipindi kile uliona Abdalla kumuita Dula, unakumbuka, mpaka kocha yule akafukuzwa na akalalamika kwamba wachezaji ambao angestahili kucheza hawakucheza. Hata tujiuliza, kocha yeye analalamika na lalamika ni kumbe anapewa maagizo. Kwa hiyo hata ile finali ya ya ya ama bwana singine na wale ni kama ulivyosema Dula na Abdalla, eh, ni yale yale tu, ndio za ubingwa mchungaji, bingwa wa NBC wa Yanga atakuwa Yanga tu kwa kifupi unavyozijua atakuwa ni Yanga. Sisi hatuna watu hatuji, sisi hatubebwi kujua kwamba tubebwi ni kama ulivyoona leo. Kivipi hatubebwi kujua kwamba tubebwi kama leo? Kwa nini wachezaji ambao wako first 11 wasingida wote wamecheza? Sasa kumbushia siku za nyuma Yanga alikutana na Singida, je, walicheza first 11? Wengine wengine wanaumwa hivi, kesho kutu hapa, lini utashangaa tu, sio anaumwa sio nani anaumwa, na hivi akishia kwenda Yanga ndio utaona vituko siku hiyo. mm. Kwa hiyo ni finali ambayo inakuwa haina mvuto. Finali nzuri ingekuwa Simba na Yanga, lakini finali hii itakuwa sio. Wewe umejivunja mchungaji, umemkimbia Yanga. Sisi tumpoteta mkimbia vipi? Tumefungwa kutokana na uwezo. Wao wametufunga kwa uwezo, tukimbieje? Watu wanaona kabisa wana drive mpira, wanatembea nao, watu wanatoa mapasi, watu wanafunga. Sasa utakataa nini? Quality ndio ile ilikuwa nazungumza. Quality ndio imeamua leo. Sisi tunaweza kusema eti sisi wale jamaa tunaweza kupishana nao. Umeona tumepishana nao jinsi walivyotuadhibu. Na ilikuwa tuadhibu goal la 4. Wana timu nzuri, utakataa nini? Na kwa hiyo unakataa natoka, sio mtu wa mpira. Kwa kwa jumla Simba, tunahitaji marekebisho makubwa ndani ya Simba. Haya wachezaji hawa wanne. Na sijajua mwalimu atahitaji zaidi ya hao, lakini mimi ndio nimeaona kama hayo. Mwalimu alete, atafute wachezaji wenye wa quality kubwa waungane nao leo hapo, Simba itakaa vizuri, kwa sababu bado tulikuwa katika malengo ya kujenga timu. Bahati mbaya, bahati nzuri, Simba amesogea, imecheza nusu, imecheza fainali. Kumbuka tumebakisha kombe hili

Sijui labda siku mbili wabadilike kauli zile timu hawezi kupeleka yani. Ni mwisho mchungaji wa Simba kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Ni viongozi wa Simba kufanya juu chini, watutaftie quality wachezaji wapya. Haina wachezaji kama wanne, nimesema striker, kiungo, beki. Umeona bana? Masteka hawa na kiungo na beki. Simba, basi ushamaliza mchezo. Ni kazi ndogo tu kufanya. Kwa sababu ukiangalia kama leo nafasi zinatengenezwa, watu wa kuscore hamna. Na siku zote Simba anatengeneza nafasi, watu wa kuscore hamna. Na na leo, leo umeona kama ulivyoona. Kwa hiyo Simba anahitaji. Tuendelea marekebisho. Naendelea, unaendelea, mi nitaendelea maombi. Siku ya dabi nitafanya maombi kabla ya nani, Simba chukua angalau chikombe RBC. Na wale wana Simba wenzangu, katika kipindi ambacho tumepitia kipindi ambacho ni cha kutengeneza timu wasisoneneke, si tuko ni kipindi cha kufanya nini cha kutengeneza timu wasisononeke. Hii ndio simba yetu, tuendelee kuiunga mkono mpaka tukapochukua ubingwa wa kombe la NBC, kwa sababu ndio kombe moja lilobaki. Baada ya hapo, tutengeneze timu yetu, tutachukua nani? Alaumiwa? Hakuna kulaumiwa, hata tusipochukua hakuna kulaumiwa. Tutakachofanya sisi ni kuitengeneza timu yetu kwa ajili ya mwaka kesho ya, yeah. Mungu awabariki sana.